Turejee humu nchini ambapo tume ya uchaguzi nchini IEBC imewataka wagombea kiti cha ubunge eneo la Kasipul kuandikisha taarifa kuhusu ghasia zilizoshuhudiwa katika eneo hilo wiki hii ambapo watu kadhaa walijeruhiwa. Akizungumza katika makao makuu ya tume hiyo hapa Nairobi, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon ameonya kuwa baadhi, uh, huenda baadhi ya wagombea wakaondolewa kwenye chaguzi ndogo za Novemba 27 ikiwa watapatikana na hatia ya kuchochea vurugu. Emmanuel To anaarifu. Chuma, chuma, chuma, chuma. Vurugu na vurumai vimeshuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti nchini ambako chaguzi ndogo zinatarajiwa kufanyika katika muda wa wiki mbili zijazo. Hali hii ikilazimisha tume ya uchaguzi IEBC kuandaa kikao cha dharura na asasi za usalama hapa Nairobi. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon akiwaalika wagombea wa uchaguzi mdogo eneo bunge la Kasipul kufika mbele ya tume hiyo kuandikisha taarifa kuhusu machafuko yaliyoshuhudiwa wiki hii, ambapo watu kadhaa wakiwemo maafisa watatu wa DCI walijeruhiwa vibaya We have Ethekon akitangaza uwezekano wa kuondolewa kwa wagombea watakaopatikana kuhusika na vurugu hizo Code of Conduct. Asasi zingine za usalama pia zikitangaza hali ya hatari kwa watakaovuruga amani kabla na baada ya uchaguzi huo. Ni kipindi cha lala salama sasa kabla ya kipute cha tarehe 27 mwezi Novemba tume hiyo sasa ikitoa onyo kali kwa wagombea kuhakikisha kwamba wanadumisha amani ili kuandaa uchaguzi ulio huru, haki na kuaminika. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen kutoka katika makao makuu ya IEBC.